Nasemaje, unaacha kutisha wala lile. Kama una uwezo, ha ha ha ha. Hapa tuoneshane, ngoja ndio kufungue, alafu tuonesha nikupige moja balili nandipo akafunguliwa na kuonesha. E miungu miungu yae, Kristo Ndipo mshindani akapigwa. Picha letu linaendelea na hapa, tunaona mvamizi wa mji mji huu mkubwa, anaitwa Fire Dragon. Aliweza teketeza mji mzima kwa moto mkali mno. Hai, inasikitisha. Askari walichezea kichapo, mji uliyoyoma, watu walikufa. Kiukweli ni kwamba mji ulikuwa na watu wa ajabu ajabu, kiasi kwamba kuna mashetani mpaka mababu wa kale na mila, mtu ana ujuzi wake. Mauaji yalikuwa makubwa sana, mji uliteketea, kila kitu kilisambaratika, kila mtu akijikuta ni mbabe wa aina yake. Hapo ndipo picha letu linaendelea, hili picha kali katika mji huu, mji wa Kristo, watu wamebadilika, wamekengeuka wamebadili uhalisia kuwa kitu cha tofauti. Kuna bwana hapa akiwa mahali anaangaza huku na kule, mara akamwona kijana, akamtaka kumshuti kijana. Akaingiwa na roho ya hofu, mara vitu fulani vikaja kumuhimiza mtu huyo ghafla Tunazidi kuteketea. Vita ni kubwa, kila mtu anatamani aweze kuwa mshindi. Watu wanangaza, majeshi yanangaza kujaribu kutaka kutoa msaada, labda tu kuna kitu cha tofauti. Majeshi mawili kutoka mji wa kaskazini na kusini yanaendelea kuminiana risasi, mji umekuwa hauna mtu akizunguka wala kutembea watu wanakimbia hovyo hovyo, huku tunamwona Kristo akinyonywa Aki. Aki damu analia, huku tunamwona binti aliyetengenezwa kisayansi kabisa na ya teknolojia ya juu. Sayansi imebadilika, ulimwengu umebadilika ndipo mji umebadilika, maangamizi ni makubwa. Kila mtu anataka kugombania kiti cha ushindi kiti cha ufalme kiti cha kumiliki. Viumbe wa ajabu walikuwa wanatokea, hawajulikani umetoka wapi, maroboti waliotengenezwa kwa teknolojia kubwa walionekana hapo. Tunamuona Deus pamoja na Richard wakijaribu kutengeneza teknolojia yao ya kutengeneza mabomu ya nyuklia. Mji umeharibika, miji yote mikubwa imesambaratika watu wamegeuka kuwa marobot viumbe wa ajabu sana. Hapa tunaona jitu kubwa sana mfumo wa dragon linasuidi kusambaratisha na makazi yaliyobakia. Watu wanakimbia mji, mji umekuwa mwa mchafu sana watoto huzuni wakikumbatia vinyeo vidogo vidogo, sio mbe vita ndugu yano watu wanakumbuka lafu wakiwa wametulia mpenzi mubashara tunamwona jamaa yetu Steve akiwa mjini anakula bata katika mji mwingine, mji mzuri sana. Ndio alisababisha mji wao kuharibika. Watu anakimbia, kila mtu anaje kukimbia kaskazini, kusini. Aisee, usisahau kusubscribe channel yetu ya Sokzy trena zake pamoja na mrembo wake katika ofisi yake ofisi kuu Steve, yeye aliweza kuhamisha familia yake yote kwenda kula bata pamoja na mtoto wake na mwanaye akifurahia bata. Hapo tunaona watu baadhi, kundi la Steve limeacha mji wao ukiteketea, huku wao wakiendelea kula bata mjini, wakiendelea kula bata. Kama tunavyoona hapo, watu wanakula bata, wana dance baada ya bata juu ya bata katika mji wa Jerumani, lakini kule mji wao mpya wa Kristo unaendelea kupata shida. Hapa marafiki wa Steve wanajaribu kutengeneza viumbe wa ajabu kwa teknolojia ya kisasa kabisa, mji baada ya kuteketea. Hata wa viumbe wa wana furaha, viumbe wana mawazo. Picha yetu hii itaendelea katika sehemu ya pili, usahau kusubscribe.